Na hii imekuwa ni sehemu yako na wewe ni familia yetu kabisa. <gibu> mara misho mtu anakuja hapa, moja kati ya target zenu zilikuwa ulituambia mna mpango wa kukusanya zaidi eh, ya bilioni kumi na nne kama kanda namba moja ambayo inaunganisha kata kadhaa ndani ya halmashauri jiji la Dar es Salaam, kata nne eh bwana, mpango wenu kwanza umefikiwaje? Mmefikia tayari maa tunaeleklekea ma, mwishoni mwa mwaka wa fedha watu wa kwanza, kanda namba moja imefikia ile target ambayo iliwekea wanamgazi. Na kwanza, nimshukuru sana kwa majina. Mimi naitwa Cornelio mko, kama alivyosema uya aimko mkuu kanda namba moja. Nianze na kumshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ametupa leo. Kuonana tena ni jambo la kipekee kwa sababu ni watu wengi walitamani afya njema lakini haikuezekana bwana. Kuhusu target ya bilioni 18.8 ambayo tulikuwa tumepewa sisi kama kanda namba moja, hii target ni uh, fafanua kidogo kwamba tunakuwa tuna target full ambayo inakuwa ni bilioni 33.8, lakini hapo ni pamoja na tunachokiita mapato fungiwa, lakini bilioni 18.8 ndio ile ndio ile ndio ile budget ambayo tunaifuata moja kwa moja kuitafuta. Uh, kufikia tarehe tatu eh, kufikia tarehe tatu mwezi wa saba sisi tulikwisha maliza kufika asilimia mia, mia. Eh, ya, ya, ya tageti yetu ambayo tulifaa tuli, tuli maelekezo na mkurugenzi wetu ili uruma Media. Kwa hiyo kufikia tarehe ya leo tuna tuna tuna bilioni 19.92 ambayo ni sawa na asilimia 100 na mbili na nikukumbushe tu Bwana Mgaza kwamba ndo kwanza tumeingia kwenye piki ya service levy mm. E, kwa, kwa upande wa kanda namba moja, mipango yetu sisi ni mikubwa, tunaenda kushangaza, kwa sababu tuna kuna uwezekano wa kuokota tena kama bilioni tatu mpaka nne paliko salia kwa kufika tarehe 31 mwezi wa sita. Kwa hiyo kiuhalisia kabisa ni kwamba target ambayo tulitoa maelekezo ya kwenda kuisaka tulishafikia, tulishaifikia, yeah. yeah. Tuwa kongeze, ee, sana maana hapa tunazungumzia kata nini ndani ya halmashauri ya jiji la na Dar es Salaam, imekusanya bilioni kumi na nane kuelekea kumi na tisa, kumi na tisa pointi tisa mbili hivi haidi mwelewa hiyo bilioni kumi na tisa pointi tisa mbili hmm. tisa tisa hmm. tisa tisa yeah. tisa tisa kuna halmashauri yani hiyo, kuna baadhi ya halmashauri unajua zinakusanya bilioni nne kwa mwaka kuna hmm. halmashauri zinakusanya bilioni kumi kwa yeah. mwaka kwa kanda moja, yaani kata nne ndani ya almashauri ya jiji la Dar es Salaam zinakusanya zaidi ya almashauri hata tatu nne, ukizikusanya pamoja, kama sijakosea eh, kwa sababu kuna baadhi ya almashauri nimeona mbona target yao, unakuta almashauri ina target ya kusanya bilioni 4 kuna almashauri ina target ya kusanya bilioni 10 na vitu kama hivyo. Basi hongereni sana na tunawapongeza tuna. Sasa hebu twende hapo hapo, kabla hatujaama kwa afisa biashara, mm hmm. Uh, utuambie sasa nini E, mikakati yenu na mipango ambayo mko nayo kanda namba moja katika kuhakikisha kwamba mnaendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi ambao wapo ndani ya kanda yenu. Asante sana ugaza kwa swali. Sisi mikakati yetu bado ni ile ile, tunaendelea kupambana. Tumeweka mipango sawa, kuanzia wiki hizo mbili zilizopita tumefanya matangazo kuhusu piki ya service level, lakini kuendelea kuwakumbusha pia e, wananchi wetu wahupanga mashariki kwamba wasiangaike na wasiteseke kwenda kutafuta huduma hii sehemu nyingine popote, aidha ofisi za mkurugenzi au ofisi za zamani za Natogo. Sisi tuko pale Upanga Mashariki na tunatoa huduma ile bila foleni. Kwa hiyo tumeiweka mipango vizuri, tumejitatiti, tumeweka maasesa wa kutosha na watu wa kutoa control number wa kutosha. Kwa hiyo sisi tunachofanya, tunachohitaji kwao ni wao tu kufika eneo letu, tunawahudumia vizuri. Kwa hiyo mm, mikakati iko sawa, matangazo yako sawa, watu wako sawa, vyombo viko sawa, kwa mafanikio yanaenda kufikia mwafaka mzuri na, na huduma hizi zinatolewa sana kwenye um, kanda. Labda watu wangependa kufahamu vizuri pia eneo la kanda namba moja ana kwa maana pisi, na, na, yeah. na ni hapo tu, hakuna labda amna ka sehemu kingine ambapo mtu anaweza kaenda akachukua sijui huduma mm -hmm, nyingine maana lazima afike pale kwenye kwenye kanda oh, yaani yeah. Na unajua kuna kuna hali ya mtu anaweza e, pengine kuna mtu kajitengenezea kasehemu kake huko yaani. Sasa hivi wasidanganyike, maana lazima pia tuambie labda kama ni control number au nini, unazipata wapi? Uh, control number zote tunazipata ofisi za kanda. Ofisi za kanda ziko katika ziko maeneo ya Upanga Mashariki, katika uh, ofisi ya mtendaji wa kata wa Upanga mashariki ni karibu sana na Dawasko, mm. Eh, au watu wengine wanasema nyuma ya Makaburi, Kisutu, mm -hmm. au, Regions, eni, yale, ya makaburi ya Kisutu, au pembeni, yaani maeneo yale, ukifika ukaulizia ofisi za kanda unaelekezwa kiurahisi. Huduma tunazozitoa sisi, tunatoa huduma nyingi eh, kama kile ambavyo unaenda kwenye ofisi ya mkurugenzi mm huduma -hmm. zote unazozipata eh, tunazitoa pale, tunatoa leseni tunatoa leseni zote, tunatoa control number, tunatoa huduma za za za mambo ya ustawi vikundi kwa maana ya maendeleo ya jamii, lakini vibali, tunatoa vibali vya ujenzi, tunatoa vibali vya vya sherehe, tunashughulika tuna na mazingira, uboreshaji na usimamizi, yani vitu vyote ambavyo au shughuli zote ambazo zinaratibiwa pale ofisi ya mkurugenzi, tunazitoa pale ofisi za kanda namba 1. Na tukiambia kwako madam Vero kama afisa biashara wa kanda namba moja. Hmm, kazi zako kubwa pale kanda ni zipi, lakini pia maeneo ambayo umejiwekea kwamba ni yanakusaidia kukusanya mapato makubwa ni yapi? Okay, asante ndogo. Majukumu ambayo tunaendelea nayo katika kanda namba moja kama maafisa biashara na watumishi tuliopo pale, kuna kuhakikisha wafanyabiashara wote wanakuwa na vibali ambavyo ni leseni za biashara, kuna leseni za vileo na pia kuna upande wa hotel levy, yani kodi ya yani nyumba za kulala wageni. Pia tunahamasisha ili waweze kuzipata kwa urahisi, kama alivyoelezea mkuu wetu wa zoni kwamba pale ndo kituo sahihi, na mafisa biashara tumejipanga vizuri na tunafanikisha kila jambo. Pia tunatoa elimu kwa wafanyabiashara pale wanapokwama, elimu ya kutumia mfumo wa leseni za biashara ambayo ni mfumo wa Tausi, ili mfanyabiashara biashara asikwame katika mafanikio ya kupata ile nyaraka ambayo ni leseni, na kila huduma inayotakiwa zote wanazipata kiurahisi. Na tunapoelekea kwenye piki ya kukusanya service levy, ni mafanikio yapi mpaka sasa unajivunia ambayo mmeweza kuyapata, okay? Kwa upande wa biashara chini ya uongozi mahiri wa Mista Nko, ambaye ni mkwetu wa zone, ametuimarisha na ametuboresha vizuri sana. Kutokana na kwamba naweza nikaelezea ya mafanikio yaliyopita na pia tuseme tunayotarajia, kwa upande wa leseni chini ya uongozi wake tumefanikiwa kuwa na kufika asilimia 129 mpaka sasa upande wa, wa leseni za vileo pia tumefika asilimia 165, na upande wa nyumba za kulala wageni hoteli levi tumefika asilimia 105, na mpaka sasa tunaendelea vizuri na tunatarajia kuvuka zaidi ya hizo. Tumejipanga kimkakati kama mkuu wangu wa zoni alivyosema, kwamba matangazo, matangazo kupitia matangazo kupitia kuwatembelea wafanyabiashara duka kwa duka tunakanyaga ili wapate elimu nzuri na waelewe nini cha kufanya, na pia tuna tunafika pala, tunawakaribisha ofisini. Yule asiye asiye na elimu yoyote anakuja ofisini kujifunza kwamba nini cha kufanya, asijua mfumo aingie vipi, ya renew leseni afanye vipi, ili apate huduma stahiki, basi tuko kwa ajili yao na tunawakaribisha sana, watasikia raha. Unapozungumza kanda namba moja, unajua ni miongoni mwa kanda chache ambazo, yeah, zimetumia wadau wake vizuri. Uliona siku ile wakati wanazindua ofisi <laughs> <laughs> ile, hebu tumpe maua yake kwanza, mdau ambaye amesapoti pale kwenye kuhakikisha kwamba ofisi ile inapatikana kwa ajili ya mkuu wa kanda uh, kama kama kama hutojali, eh, tunaweza kumtaja pia lakini vile vile ushirikiano eh ushirikiano ambao nyinyi mnautoa kwa e, mnautoa, wa, wateja. Pengine hii ni kutokana pia huduma nzuri ambazo mnazitoa eh, kwa kwa kwa kwa wananchi, na mpaka mtu akawiwa kuweza kusupport, na na mimi pia na support kwenye nyanja hii. Kile nafika eh nafika mwezi wa pili, kidogo ilikuwa changamoto, kwa sababu sisi kwa ukubwa wa kanda namba moja mkuu wa kanda kuchukua na na, na ofisi kidogo mm, inakuwa changamoto kwa sababu tukiongelea tukiongelea makusanyo ambayo tunayafanya namba moja, lakini tukiongelea pia e, aina ya wateja ambao tunakuwa nao ambao tunakuwa nao kwenye kwenye kwenye maeneo yetu ni wateja ambao tunazungumza nao habari ya fedha nyingi sana. Kwa cha kwanza tulichokiangalia pamoja baada ya kushauriana na wenzangu ambao ni mawakuta watumishi wenzangu, tulikubaliana kwamba tuombe baadhi ya sehemu ili tuweze kupata msaada e, wa kutengenezewa kurekebishia ofisi ya mkuu wa kanda. Tulipata kampuni moja inaitwa Kaspa, amekuwa e, ni mdau mzuri, anatokea e, Upanga Magharibi. Huyu bwana e, alitusaidia kwa okay, kiasi kikubwa, akaturekebishia ofisi pamoja na furniture, akatuwekea na furniture kabisa kama mliona kidogo pale kuna kapeti kikundu navutia sana. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha mno mm, mno mm, mm, wadau, tuna maeneo mengi ambayo tunahitaji na pale tu tunaandaa barua leo kwa ajili ya marekebisho ya ofisi ambao wanakaa watumishi wenzangu. Sasa tunahitaji kupaweka tiles, tunahitaji ku-kupiga rangi upya, lakini tunahitaji kubadilisha zile furnitures zote za watumishi pale. Ninawakaribisha lo, tumeanza kuandika barua, lakini tukipata mdau ambaye amejisikia mm-hmm, au wamesikia maanake, atakuwa ametusaidia sana. Na sisi mapokezi yetu ni yale yale kwamba tutaomba tutaomba viongozi wa halmashauri waje watusaidie kuja kupokea vile ambavyo wadau wamevitoa, ni kwa ajili ya kuwatia moyo pia eh. Sawa bana, tunampata vizuri bana, msikilizaji wa e, Kituoni. E, bado tuko nawe na tuko na mkuu wa kanda pamoja na afisa biashara kwenye, kutoka kwenye kanda namba moja bana, mko e, mimi pamoja na pongezi e, zangu kwako kwa namna ambavyo mmekuwa mkifanya kazi vizuri ndani ya kanda namba moja, lakini katika pitapita pita zangu nimekusagusa, naona halmashauri of course tangu mwaka jana E, kwenye mwezi wa nane halmashauri ilitangaza maeneo ya uwekezaji, naona yako kuna maeneo ambayo yanagusa kwenye kanda namba moja. Nadhani kama utakaa sawa ukijipanga na hili utakuja uniambie e, labda kama tayari kuna wadau wamepatikana ama bado, lakini naendelea kutangaza na of course, yako maeneo ambayo yanamilikiwa na halmashauri na, na bila shaka ikiwemo eneo la soko la mamalishi Kisutu, kama kama bado lipo lenyewe pia kwenye kwenye kwenye kwenye huo utaratibu wa kutolewa kwa kutafuta ule uwekezaji wa PPP wanasema, eh, tarudi waweze kunifahamisha. Lakini tukirudi kwako, uh, afisa biashara, unaweza kutuambia labda, eh, na hii ni swali kutoka kwa mwenzetu ameona eh, eh, aliwasilisha kwetu eh, changamoto zipi ambazo mnakutana nazo pengine kwa wafanya biashara na mnatamani labda, wakielewa vizuri, eh, hii biashara na usimamizi wake uweze kwenda vizuri kwenye upande eh, huo. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa upande wa biashara, changamoto hazikosekani, kwa sababu tuna deli na wananchi au jamii moja kwa moja, halafu wale wafanyabiashara, kuna kila mmoja ana namna alivyoelimika. Kwa hiyo changamoto ya kwanza bado tunapambana kila mfanyabiashara aweze kuweza kutambua mabadiliko ya teknolojia tuliyonayo. Zamani leseni ya biashara ilikuwa inatolewa kwa kuandika karatasi ya mkono, lakini sasa hivi mfanyabiashara anatakiwa aingie mwenyewe kupitia simu yake ya kiganjani, simu ya kuperuzi tunaita, ili aweze kutengeneza password katika mfumo wa Tausi, aweze kulogini na aweze kutuma maombi au application na hatimaye yale maombi sisi tuweze kuyapitisha na kwa kukagua nyaraka zake. Kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo, si wote bado ambao wanaweza kutumia hii teknolojia. Mpaka sasa tunawajibika kupita kila duka na kuweza kuwaelekeza kwamba mfumo wa tausi prosesi zake za kuapply leseni umekaaje, lakini pia Endapo mfanyabiashara wa leseni imeisha kwa sasa, tunawajibika kumwelekeza kwamba katika poto yetu, au lile dirisha la kuombea leseni, unataka urenew vipi. Kwao ni changamoto kubwa, ambayo kuna baadhi ya wafanyabiashara kweli hawajaweza kuapply wenyewe. Hiyo ni moja na inawezekana pia tukawa tunapata majibu tofauti tofauti. Zamani walikuwa wanajua leseni kisha tu anaenda dirishani lakini kwa sasa leseni kisha anaingia kwenye dirisha la mfumo ambao ni taspoto. Hiyo changamoto ni ina upana wake kidogo, lakini kwa sababu teknolojia inaendelea na simu zipo na kila kitu, tunatembea na simu zetu kuelekeza. Lakini pia changamoto nyingine ni wafanyabiashara wenyewe, wapo ambao hawataki kulipa kwa hiari kodi ya leseni, yaani ni suala mtambuka ambalo lipo, hakuna mtu anapenda kulipa kodi kwa hiari. Kwa hiyo kuna mwingine asipokuwa anahitaji mkopo hiyo leseni atalinia ikiwa na penalti nyingi sana. Kwa hiyo changamoto kama hiyo kwamba mtu kulipa kwa wakati inakuwa ngumu pia ni changamoto mojawapo. Kwa hiyo unapokutana naye hajalipia kunakuwa pia kuna, kuna kaupishano, lakini tunaendelea kuwaelimisha na kuwahamasisha ndipo tunaweza tukajivunia kwamba tumefika asilimia fulani, lakini chini ya uongozi wa kiongozi wetu Mistaniko ambaye tunajivunia, hata mfanyabiashara akitusumbua tunafika naye. Tuna namba ya simu anatusaidia, tukionyesha hali ya kunyunganyia, yeye ndo anatuenua. Tuna mafanikio makubwa kutokana na uongozi, kwa hiyo hatutamani kuongea zaidi ya vile tulivyo, lakini changamoto zote zinatatuliwa, ila zipo. Asilimia kubwa ni teknolojia ambayo, ukifika tu, mtu akwambia sina elimu, sina elimu. Elimu sio kwamba hajui leseni ni nini, anajua ila tu, ila tu. Tumekuja kufanya majumuisho, ile elimu tumegundua ni elimu ya teknolojia iliyopo. Kwa hiyo tunaendelea nayo na tunaamini itakaa sawa, na kila mmoja kama anavyoweza kuingiza pesa kwenye simu yake, kutoa kufuata prosesi zote basi itafika pahala watakopa. Maana leseni pia ikiisha, anatumiwa mteja meseji kwamba leseni yako imeisha. Kwa hiyo inafika pahala, wengine wanapiga simu, nimetumiwa meseji leseni imeisha. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, changamoto hizi zinaelekea zina kutatuliwa vizuri, na siku zote huwa tunasema, sehemu yoyote ile huwa tukosi wafanyabiashara wakorofi, ama watu wakorofi. kwa wale ambao hawalipi kodi ni hatua zipi ambazo huwa mnazichukua? Lakini lazima kunakuwa kuna watu wale ambao wanafanya vizuri. Kwa wale wafanya biashara ambao wanalipa kodi kwa wakati, kuna zawadi labda wanapata kumpa, kumsifia ama kuendelea kumencourage akaendelea kulipa kodi kwa wakati, ni vitu gani ambavyo huwa mnavichukua ama zawadi mnatoa tuzo kwa encourage na wale wengine ambao ni wanazembea? Yes, kuna hatua nzuri ni ne mwenyeji kidogo katika jiji letu, kuna hatua ambayo imeshawahifanikiwa. Kuna baadhi ya wafanyabiashara walipata vyeti pale uwanja wa Mnazi Mmoja kama sikoseni, miaka minne iliyopita au mitano, katika kila yani, katika kila kata. Siku zile hatukuziita zoni. Tulifanikiwa au ofisi ya mkurugenzi ilifanikiwa kutoa vyeti kwa wafanyabiashara waliofanya vizuri waliteuliwa wachache, lakini walipata vyeti na vilitolewa na mkurugenzi wetu pale uwanjani. Na pia hata sisi, kwa wale wanaofanya vizuri encouragement ya kwanza huwa ni kuwapongeza. Lugha tunayotumia ni rafiki sana. Kuna pongezi ya mdomo, huwa tunaamini pongezi kubwa, na pia mipango mikakati. Kama tulivyowahi uh, ofisi ya mkurugenzi ilivyowahi toa vyeti tunaamini inajipanga zaidi kuonyesha mafanikio makubwa, kwamba katika kuwapongeza wale wanaofanya vizuri. Na naamini ile mipango si miendelevu, haikuishia pale. Kuna vipindi basi watapewa pia pongezi. Nafikiri tunaenda pamoja. Sasa mimi nina maswali mawili, na dakika naona zinakwenda kwelikweli. Haya maswali yamejigawa kwenye vipengele. Kwenye kanda tunaona kuna, kuna, kuna usimamizi wa Wow. Kanda nyingi tumeshuhudia kuwepo kwa usimamizi wa miradi, lakini pia kuna swala zima la mazingira. Nataka kufahamu kanda namba moja, mnashiriki vipi kwenye swala la miradi na usimamizi wa mazingira? Lakini tukiacha hivyo, hasa biashara, mara nyingi watu wanasema elimu haina mwisho, na ukisema elimu ina mwisho, maanake ni kwamba kuna watu wengine wanakosa elimu. Unajipangaje kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wako wanapata elimu hii ya ulipaji wa kodi mara kwa mara ili mindset yao katika swala so zima la kufanya biashara ikae, kwamba licha kwamba nafanya biashara, lakini lazimika mimi kila inapofika wakati fulani nilipe kodi, niliyue leseni yangu nisisahau, nisiwe msumbufu. Hili mwajipangaji kwenye kuhakikisha kwamba unatoa elimu ya mara kwa mara kwa kwa watu ambao wamekuzunguka kwenye swala zima la ulipaji wa kodi. Lakini tukianza na meneja meneja, kutuambia mnashiriki vipi kwenye swala la utunzaji wa mazingira, iee. Asante sana Ah, uh, tuanze na hili la, la miradi uh, ni kweli kwamba tuna miradi, tuna tuna miradi mikubwa tu ambayo tunaiendeleza katika kanda namba moja. Ah, uh, namna ambavyo tunashiriki sisi, tunashiriki moja kuma kwa moja, tunashiriki moja kwa moja kwa maana gani? Kwa maana kwamba eh, katika ofisi za kanda tuna mainjinia pamoja na wagazi ambao kimsingi ndio wakaguzi wakubwa na ndio wanaobeba Da, ma, ma, miradi hiyo ambayo ipo kwenye kanda engineer, kwa maana ya uangalizi, lakini eh, afisa manunuzi kwa maana ya manunuzi yote yanayofanyika pamoja na usimamizi na ukaguzi wa wa, wa, wa, wa. tunaita nini hizo ambazo tuna, wa, wa. kusani mazuri lakini kimsingi ni kwamba wagavi pamoja na wahandisi wako katika wako katika kanda na wao ndio wanaosimamia. Tuna miradi mingi ambayo tumesimamia, na huwa tumeiwekea ratiba ya ukaguzi, kwa maana ya kwenda kwa uza, kwa maana kama ni shule, kuna miradi ya shule, kuna jenzi za shule, kuna marekebisho ya barabara baadhi ya sehemu, lakini kuna sehemu zingine ambazo tunakuwa na jenzi mbalimbali kama kama kama marekebisho ya, ya sehemu zilizoharibika na maji. E, tunakuwa tunashirikiana kwa kiasi kikubwa na watu wa TARURA pamoja na kushauriana. Kwa hiyo kwa maana hiyo au kwa msingi huo, ni kwamba kila mradi ambao unakuwa huko eneo la kanda namba moja kwa maana ya hizi kata nne lazima ofisi ya mkuu wa kanda iwe na taarifa, tena kwa maandishi, kwa maana ya user kuomba mhandisi pamoja na mgavi ambaye wata, kabla hapo inakuwa ni kabla hajaanza mradi, akisha kuwa na, na, na pesa akishakuwa na ruksa na barua ya mkurugenzi ya kumruhusu kuendeleza mradi , basi ananiandikia mimi barua kuniomba mhandisi pamoja na mgavi ambao watailea ule mradi. Kwa misingi hiyo, kila hatua na kila certificate inakuwa raised pale kwenye ofisi za kanda, chini ya uangalizi wa mkuu aki- kanda, akiwakilishwa na injinia kwa maana ya mhandisi wa kanda. Kwa hiyo, tumeitengenezea pia utaratibu kwa ukaguzi kila wiki. Kwa tunapita kupunguza baadhi ya ya miradi ambayo tunakuwa hatujaipitia labda wiki. Kwa kila Ijumaa, mara nyingi kuanzia asubuhi tunakuwa tunazunguka kwenye miradi kuangalia asilimia iliyofikia, kuangalia ni mkataba wake unasemaje na ni kwa kiasi gani ameweza kufikia asilimia. Lakini e, kwa maana ya mambo ya mazingira ni kwamba sisi tuna, tulianzisha group moja kubwa, kwa sababu kwa maana ya kanda namba moja ni kanda ambayo ni nyeti, ni kanda ambayo kwa maana ya mazingira ni muhimu mazingira yake kuwa safi na salama. Kwa hiyo tulichokifanya, tulijoin group moja, linaitwa Smart. Lile group lile lina watu wote ambao e, wanahusika na mazingira, kwa maana ya watu wa TANESCO, kwa maana ya hawa haya makampuni ambayo yanafanya usafi wa ya mazingira na maeneo, lakini wakisimamiwa na maafisa afya pamoja na maafisa ya usafishaji ambao wako pale ofisi za kanda namba moja. Na kitu kingine ambacho tulikifanya, tulimwandikia mkurugenzi barua akatupa mi, mi, mi, akatupa sehemu ya mikataba ya wale ambao wana ya zile kampuni ambazo zinafanya usafi wa mazingira katika maeneo yetu. Hii ilikuwa na maana gani? Ilikuwa na maana kwamba unapata zile hints za makubaliano ya mkurugenzi pamoja na kampuni, kwa maana ya kukaa na wale na kuhakikisha kwamba Zile, zile, zile yani, makubaliano yanasimamiwa effective. Imekuwa inatusaidia sana, kwa sababu kuna muda mwingine wale wa wale ndugu zetu kule wanakuta kunasema anatakiwa aweke watumishi nani katika mmoja, lakini ukirudi kwenye mkataba wake unamuuliza kwa evidence kwamba ukiangalia kifungu kimakubaliano namba nane, anasema kwamba wanahitajika watumishi 16 barabara fulani. Hii inatusaidia sana kuweza kuwaendwa na kuwa Wanda kwa mfano sasa hivi Canada mradi gani kule ambao nao, nao na miradi ipo? Oh, miradi iko mingi, kuna miradi mipya mm, lakini tukiangalia baadhi ya shule ina miradi mikubwa kama Olympic okay. tuna- tuna mradi pale wa ghorofa kadhaa mm, lakini ukiangalia Diamond tuna tuna, tuna, tuna mradi pale wa ghorofa kadhaa pia mm. Ukienda Azania tuna mradi pale kidogo wa wa kwa wa mm, hiyo eh, tuna miradi ya aina hiyo na shule ya shule ya shule ya shule ya bunge pia tuna miradi kadhaa pale. Kwa hiyo ni moja ni baadhi, lakini kuna mradi mmoja mkubwa wa shule kama uta, uta kumbuka, skilingi, ya maktaba ambayo kama utakumbuka mkurugenzi sio siku nyingi alienda kupokea au ile mradi ambao tumedhaminiwa na CRDB ile shule ambayo itaitwa CRDB iko maeneo ya maktaba pia, hiyo namba moja, okay. ni kati ya shule ambazo tutakuwa nazo sana ambayo tumedhaminiwa na benki ben. Tukija kwako sasa kwa biashara uh, mmejiwekea mpango gani wa elimu ya mlipa kodi, au mnaona tu kwa kutumia PA kuwakumbusha kila mnapofika uh, ule muda wa watu kulipa kodi. Mnaona kutumia PA peke yake natosha, au kuna utaratibu ambao mmejiwekea kukutana nao kila baada ya muda fulani kuendelea kuwapa elimu ya kulipa kodi? Asante ndugu okay, mtangazaji. Kama ulivyoanza kwa kusema kwamba elimu ni bahari haina mwisho, kwanza sitokuwa sahihi kama sitataja chombo chetu City FM. Ni chombo kikubwa sana kinachotusaidia kuwakumbusha wafanyabiashara wetu kufanya yale yanayotakiwa katika kufuata sheria na kulipa vibali, na kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba tunaye kiongozi anayetambua kwamba nina watu unaoongoza anataka pia tuwe vizuri katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ndio maana leo hii yupo hapa na mimi na ametuahidi kwamba tutaendelea kupata vipindi na kuja kutoa elimu kwa wafanyabiashara kupitia chanzo chetu cha habari ambacho ni City FM Radio, na naamini hili limepita kwenu, halina upinzani, lakini pia tunaendelea kuwaelimisha, yani kila siku tunapita kuwapa elimu, lakini pia kupitia pia, kama ulivyosema, uh, magari mengi tunayotumia zoni yanatumika kwa ajili ya kazi ya kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo kila mtaa, kila kona, yani wanapata matangazo na wale wenye maswali, kama si kufika ofisini, kuna wale ambao wanataka wafike wenyewe, lakini pia tunashuka kuwaelekeza duka kwa duka lakini kwa kuhamasisha kwamba niombe wananchi wasikilize sana, City FM itasaidia sana kupeleka taarifa kwa kila kona nyumbani usiku mchana. Basi pale tutakavyopata nafasi ya kuja kutoa elimu, basi itatusaidia sisi kupata kutoa elimu zaidi. Asante kwa biashara. Tuna dakika mbili, kwa dakika moja moja tu, labda tuanze na meneja ili tuone, muda umetukimbia sana. Dakika yako moja, meneja, unawaambia nini watu wa wa kanda wa yako? Una ujumbe ujumbe gani wakuwapa? Uh, asante uh, ndugu mtengelezaji, naomba niitumia dakika hii pimi. Ambacho ninachowaomba ni, ni e, wananchi wa kanda namba moja nikuamba, paza ni kwamba kwanza ni kuwapa tu taarifa kwamba tuko kwenye piti ya service u na tuko tayari kuwahudumia. Tunachowaomba waje kanda namba moja tuwahudumie. Kwa sasa tulishaanza kutoa control namba ndogo ndogo za watu wenye mauzo chini ya milioni sita eh, kama sheria inavyoelekeza, lakini kufikia wiki na kufikia eh, tarehe ishirini tutaanza kutoa control namba kubwa na kufanya assessment. kwa hiyo sasa hivi tunachowaomba ni kwamba wao waendelee kuandaa assessment zao na wale ambao wana mauzo chini ya milioni sita waendelee kuwasilisha eh, assessment zao tuendelee kuwafanyia mahesabu ili kuepuka usumbufu. Mwisho kabisa ni kwamba ni wakumbushe kwamba tarehe ishirini na nane ndo mwisho wa kufanya mahesabu kawaida. Baada ya hapo tuta- yapo, watapata tena kitu ambacho hakitakuwa kizuri, kitakuwa ni usumbufu ambao, unawahudumia wateja wako, wateja wateja wako, wewe ni afisa biashara, kuona wale wateja wako unawahudumia. Okay, asante. Tumejitoa kwa hali na mali yaani kufanya kutoa elimu zote na kuwahudumia kwa moyo kwa upendo, pia kwa kuwashawishi, bodi ni kushawishi pia. Kwa hiyo tutafanya kila jitihada, na tunawaomba wajitokeze kwa hiari kuja kukata leseni kwenye mfumo wa Tausi, kuja kutuuliza ku..., yaani chochote kile, wasi tukimbia wala kufunga maduka kama sisi tusivyofunga pia na kuzingatia agizo. Kwa hiyo tunahitaji kufanya nao kwa upendo na kutoa elimu nzuri. Tunaamini watahamasika.